Watu hawaishi maombi na wachawi, tunakuwa tunaingia nao makanisa. Jua nguvu za maombi tumezikimbisha. Tunaishi kawaida. Maombi ndio silaha. Maombi ndio nguvu kwa Mkristo. Maombi ndio wanaoki vizuri wako na Mungu na kwa naishi dhambi, jua wana maombi kuna maombi, kuna dhambi zingine zote kukufuata ukiwa naishi maombi zinakukimbia wala wachao wako na kuendea kwa ganga juu ya nyota yako kwa dunia leo mtu anaweza kuchukia hata na hakuna cha mkufu, anaona tu uzuri wako na anakuchukia kwa uzuri wako bila sababu. nikaishi maisha mabaya ya ma mashati. Aimidiwe yeah, Yesu yeah, alioniokoa. Amen, aimidiwe Yesu alioniokoa. Amen, sikia vile viko na nipeleka huko, ni heshima ya dunia, pesa na maisha yeah, mazuri, vitu vitatu na ndio vile vinatesa dunia ya leo. Watu wanapigana na maisha, watu wanapigana na maisha. Sikiza nikuambia siri leo, kusoma sana si ndio kufanikiwa. Tajiri kutafuta sana si ndio kupata. Kuna watu hawakusoma na ni matajiri. Kuna watu hawakutafuti sana na wanaishi vizuri, na kuna watu wanatafuta sana ni wamaskini. Kwa sababu maisha siyo yetu, maisha ni ya Mungu. Yeye ndio inua na kutajirisha. Amen. Sisi tusipompa nafasi ya kwanza, hata tutafute ni shida. Wanafikiri kupata kote kunatokana na Mungu. Kuna wanapata kwa Mungu mzabiza. Jamani usitamani maisha ya wengine. Fulani amepata hivi ivi, na mimi ni mwiji. Haujui njia zake, haujui njia zake, lakini mi cha ninajua mi Samweli, kwa mtu mwenye anamtii Mungu, baraka ya kwanza anawetajirisha Mungu. Ndiye anaweza kumtajirisha mtu kwa kumwinua na kumshusha. Asioni vyetu kama vyetu ndivyo jamani sana kuliko Mungu Utafuta ni vizuri lakini tusisahau muda na Mungu, semeni amena. Amen. Kwa sababu yote ni yake. Shetani yaa, shetani anaiba wajinga, alafu anapatia watu watu, wanatajirika kwa hii dunia. Ukiishi lele mama kwa Mungu huko au huko kwa shetani hauko, watu watakuhamisha, nakarudia kaneno tena, kwa hii dunia ya leo dunia ya siku za mwisho, dunia inatawaliwa na mapepo. Ukiishi lele mama kwa Mungu hauko, kwa shetani hauko, watu wanakuhamisha wenye maarifa. Niko natafuta utajiri, usiku na vua nguo zote nalala uchi ndani ya maji, wana nivungia nazi hapa na hapa, niko natafuta heshima ya dunia niulize hizo peta zote nilikuwa nazikimbilia, nimezifanyisha nini? Anasa na machafuko ya dunia, baraka yenye aina Mungu ni shida na machozi. Nikaishi hayo maisha mimi na waganga, mimi na heshima ya dunia. Miaka ikakatika, nikaona nimefika, lakini nikasahau kuna Mungu aliziumba mbingu na nchi. Amina. Nilizini sana. Niliiba ndio tazawana wake sana nikiwa natafuta heshima. Nilichanjwa chanjo, chanjo za aina hapa. Nilikuwa nikiingia uwanjani ule mstari na azisha mguu wa kusoto. Wewe utaniona niko mtu mmoja, kumbe niko na, na niko na, na mizimu karibu nne yote. Nimebeba nguvu zake, nimeenda kucheza naye. Ile yote natafuta heshima ya dunia. Lakini cha kusangaza, niko hizo pesa zote niko nazitafuta, lakini nakosa amani. Nilikuwa nakosa amani tu. Amani nakosa.